Oo ah, siku kwenye mpira mgumu huko, tuachie sisi ambao, tuna roho ngumu. Wako kwenye mpira, kama una roho ngumu, huwezi kuishi kwenye mpira. Siku ya leo sasa wanachama na mashabiki mnazungumza nini kuelekea mchezo wa leo? Yaani mnatazama ni mchezo, ni mchezo matokeo Mtabiri matokeo ya leo, unaona ngapi? Nyumbani Malawi, M Malawi ni kama nyumbani kwenu hh uh, wao, okay, ukiangalia kwamba sisi tumekwenda nyumbani o okay, kiufupi, tutegemee kuiona Young Africans hatua ya makundi ah, vibaya mno, yaani watu wa makundi si ya kuuliza. Simu amna watu amna kugaigai ah, hii haina kugaigai, lazima tupite kwa watu wa makundi. Zungumza sasa na mashabiki wanakutazama kwa sasa, lolote kuhusiana na kikosi chenu, kuhusiana na kocha, benchi ya ufundi pamoja na wachezaji mimi na wapenda wana Yanga wote ambao wale wanakubaliana kwenda na kocha kama mtu wewe uone we, kocha anakufaa akufai wewe nenda ka, kaangalia sehemu nyingine, lakini na wakubali wana Yanga wote wanambao wanakubaliana na bench la ufundi, tabiri kikosi chako ambacho litamani leo kianza um, kikosi cha kwanza namba moja, kama Diala namba mbili Mwenda, tatu Shadda Kiboka, nne paka na Jobu, sita atakwenda Ndambwile, namba nane atakwenda Duke, tisa takwenda Dube kumi Pakome saba Maxi, dogo ata natokea pembeni Mzinzi Andambwili amemwanzisha enye kikosi cha kwanza ya, kama kocha anavyomwamini. Ni wazi sasa kwamba huu kocha anaenda kutengenezea namba sita bora Tanzania, na Afrika kwa ujumla, ambaye ni Azizi d eh, Azizi. Kwanza wengi walikuwa hawamjui. Unajua Azizi tubuja kumuona kwa anakuja Yanga lakini hawakumfuatilia tangu alikotokea Mbeya City mpaka anakwenda Singida. Hayo yule jamaa ni mtu. Sema alikuja Yanga alikutana na majanga. Unajua kwenye maisha lazima wa, kuna misukosuko kidogo utakutana nayo. Kwa hiyo sasa mwalimu kaona kwamba hakuna potential hii hapa hii. Inakuwaje na kaa nje? Na wewe wewe tumeona tumeshuhudia ameanza na Dabi ya Simba, tumekwenda Angola mpaka leo anaendelea. Pacome Zuzwa wamefuzu, ni mchezaji ambaye kwa sasa ndo icon ya Tanzania. Wamefuzu na, na timu yake ya Ivory Coast mashindano ya, ya dunia ya kombe la dunia, unamzungumziaje Pacome Zuzwa? Kwanza unajua ndio maana nataka ndio kwamba watu wa Yanga si watu wa kujimwamba fai sana, lakini huyu jamaa angekuwa kama ndio upande wa pili sawa na matokeo ambayo ameyapata, tusingekaa huu mji, yaani tusingekaa tusingekaa, sema si watu wa Yanga da. Mafanikio ah, ah, yani ameyapata Yanga maneno mengi, ukubwa wewe uweze kupiga kelele sana, haya ambavyo vitu vya kawaida. Tunamtakia Mungu aendelee. Yanga ndio imemtangaza na sisi wenyewe tu Yanga kwa tunapata sifa, ligi yetu nayo inapata sifa. Kwa hiyo ni vitu vya msingi Wayanga kwenye uongozi wenu mnafanya vitu bora kumleta mchezaji kama Pacome. Mchezaji anayewakilisha ligi yetu ya Tanzania duniani. Brother, vijana wana sasa vijana ndio wanamata. Sio una tawe hapa sasa unaongea. Vijana sasa unatokiwa achiwe nafasi. Lakini hii mike angeishika mtu ana miaka 60 ingekuwaje? Sisi tunaenda wapi? Wewe unaona sasa Yanga wamewaamini vijana, viongozi vijana, wao wanasema wao wanafanya jinsi. Jinsi sio kwamba ndio iko kichwani. Kichwani kuna kichwa, kuna akili. Mavazi yatabaki kwa mavazi. Kwa hiyo leo injinia iko pale, makamu wa rais iko pale. Yaani katika ile jopo mtu mzima ambaye kidogo tunaweza kusema ndio mtendaji mkuu endo mtina. Ndio mtu mzima anakaa na vijana wake, wanakaa wanajadiliana, mambo yanaenda. Kuna mtu anaitwa AI midfielder Modumbia namba 10 ile. Umeitazama uwezo wake wanjani? E, yaani ule ndo mbadala wa Azizi Ki. Yaani ile Azizi Ki tupo. Yaani si hatujakosea. Yaani mmekopi na kupesa. Uh, e, ya, si hatujakosea. Tunatoa chele, tunaingiza mchele uwezo wake sasa, anamwita alikama, anamwita ai ai midfielder yani, unajua akimaanisha ni intelligence. Unajua, unajua kamwe kama kamwe, ila sisi tunaangalia mpira ule. Jamani, hatari sana. Tunampa muda, atakuja kutufanyia vitu vikubwa sana, kwa sababu hata Azizi alivyokuja tulimpa muda kidogo, baadaye akaja kuika ya. Tuache kuwatukana wachezaji, tuache kushambulia wachezaji, kushambulia wachezaji. Nawaomba mwanachama na mashabiki, hebu jaribu kukaa kuangalia mpira kwanza kabla ya kupiga kelele. Nawashauri na watu, anza kupenda mpira kabla kupenda klabu. Anza kupenda mpira utaujua mpira, lakini ukianza kupenda rangi ya nembo hii ndio tutaletea shida toka Haiwezekani kind of blaza tuangalie mpira haya, kuna maneno mengine unatakiwa usio kuyaongea kwa sababu ni mwenzio. Basi kila la heri kwa ile mchezo. Dua baba pamoja. Tunatoka kwenye wiki ya Mwananchi, tunaingia kwenye dabi ya Simba. Tunatoka kwenye dabi tunakwenda Angola. Tunatoka Angola, kwa hiyo ule muda alikuwa bado hajapata muda. Kwa hiyo sisi tukaanza kuingia kwenye mwemko mashabiki kwamba kocha fai, kocha fao kemuza tatizo ni nini? Anakuambia mpira ueleweke. Sasa unashangaa wewe unataka mpira ueleweke, unataka matokeo. Cha msingi kwanza tupate kwanza matokeo lakini kama matokeo tunayapata haya mambo mingine yatakuja baadaye kwa sababu hata Nabi alipokuja Nabi aliomba miezi mitatu na tulimpa. Sasa hivi mechi tatu tunaanza kuleta shida, mechi mbili tunaleta shida. Kwa ukija kuangalia asilimia kubwa ya Watanzania ni mwemko, yani mpira hatupendi, hatujui, yani tunakaza kubishana tu kocha atoke kocha atoke, ukimuuliza cha msingi hana jibu la kujibu. Uh, walikuwa wanasema shida sio matokeo, matokeo yanapatikana, lakini timu haiflo vizuri. Kuna zile patterns za Young Africans, utengenezaji wa mashambulizi kutokea nyuma kwenda kwenda mbele, walikuwa hawazioni, ndio maana wakawa nalalamika kocha aondoke kwa sasa. Ndio maana nikakawa na kuuliza, kocha alipata nao muda gani? Wale wachezaji waliokuwa nao, ukiangalia asilimia kubwa wote walikuwa national team. Sasa je, anawafundisha kina nani? Kwa wale waliokuwa nao ni wachache, kwa hiyo wale wamerudi, hajaweza kuwaunganisha kwa muda na mashindano yako jirani, ilibidi tuende nao hivyo hivyo kwenye mashindano. Kwa hiyo tunatakiwa tumpe muda tuangalie je, hawa wachezaji wameshamaliza national team zote kwa pamoja? Tumpe hata mwezi miwili tumwangalie itakuwaje. Lakini leo tunaanza kumhukumu, wakati huko anapata matokeo. Cha msingi kwanza ni matokeo, haya mengine yatakuja baadaye. Uongozi umembakisha sasa pale katika kikosi cha chenu cha wananchi chen, unadhani uongozi umeona nini hasa kwa mwalimu mpaka kumbakisha japo, Wa wa na, kwa sasa japokuwa baadhi ya mashabiki walikuwa wanashauri kocha aondoke kwa sasa? Ah, kwanza mimi nashukuru kwanza uongozi. Uongozi kwanza wako makini sana uongozi hawaendi na upepo. Uzuri wetu kwamba tuna viongozi ambao walikuwa ndio wana elimu na wanaujua mpira. Kwa hiyo hicho cha msingi mimi nashukuru sana kwa kocha amebakisha. Hao wanaopiga kelele kwamba huyu mwalimu aondoke. Timu ziko nyingi. Kwani lazima wewe upende Yanga? Ukiona Yanga inakukera unaenda kwenye timu nyingine. Burudani ziko nyingi. Ukiona mpira hukufai, nenda kwenye kwenye muziki, piga muziki bwana. Si unataka burudani? Burudani ziko nyingi tu ama nenda kanga maisha mengine. Ambaye anaona anaona awezani kuendana na mifumo yenu, hamtaki kocha au hataki chochote ambacho nyiwe wanachama mnaona, iko sai, bora abadilishe mifumo, aende kwenye stare nyingine, aende kwenye stare nyingine tu, sio angang'ania Yanga, tuache Yanga sisi ambao tutampenda kocha wetu, na aendelee na kocha huyo, kwa sababu sisi pia tunauona tunataka matokeo. Cha msingi kwenye mashindano kama haya.